Leo ni siku ya huzuni kwa taifa la Kenya na bara la Afrika kwa ujumla baada ya kufika kwa taarifa cha kifo aliyekuwa waziri wa zamani wa Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Raila Odinga amefariki leo asubuhi, Jumatano, tarehe 15 Oktoba 2025, akiwa na umri wa miaka 80. Kifo chake kimetokea katika Hospitali ya Macho na Kituo cha Utafiti cha Sreedhareeyam Ayurvedic, kilichopo Koothattukulam, katika wilaya ya Ernakulam, jimbo la Kerala, nchini India. Kwa mujibu wa taarifa za uongozi wa hospitali hiyo, Mheshimiwa Raila Odinga alipata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi yake asubuhi ya kwenye eneo la hospitali, majira ya saa tatu asubuhi kwa saa za India. Mheshimiwa Odinga alikuwa akipokea matibabu katika hospitali hii kwa siku tano zilizopita. Alikuwa ameambatana na binti yake na daktari wake binafsi. Wataalamu wa hospitali wamethibitisha kuwa mwili wake unahifadhiwa na kuandaliwa kwa mujibu wa taratibu zitakazoelekezwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya India pamoja na Ubalozi wa Kenya mjini New Delhi. Raila Odinga alikuwa na uhusiano wa karibu na hospitali hiyo ya Ayurvedic baada ya binti yake, Rosemary Odinga, kutibiwa hapo mwaka elfu mbili na kumi na saba, alipokuwa amepoteza kabisa uwezo wa kuona kutokana na uharibifu wa neva za macho baada ya matibabu hayo Kuanzia mwaka 2019, Rosemary aliweza kurejesha sehemu ya uwezo wa kuona na Raila hakusita kuelekeza shukrani zake kwa madaktari wa kituo hicho. Raila Odinga aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 na hadi mwaka 2013 katika serikali ya mseto iliyoundwa baada ya mchafuko wa kisiasa ya mwaka 2007. Aidha, alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili hadi mwaka elfu mbili na kumi na tatu na alitumikia muda mrefu kama kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Afrika imepoteza kiongozi aliyekuwa na maono mapana, mwanasiasa mkongwe na mpigania haki ambaye alitumia maisha yake kutetea demokrasia, haki na maendeleo ya wananchi wake. Taarifa zaidi kuhusu ratiba ya mazishi na mipango ya kurejesha mwili nchini Kenya zinatarajiwa kutolewa na serikali ya Kenya katika siku chache zijazo. Hii ni Washindi Media ikikuletea taarifa maalum ya kifo cha Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, bila kusahau subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.